Ni ziara ya mjumbe wa halmashauri kuu CCM taifa NEC Comrade Hemedi Chale ni ziara yenye malengo ya kuimarisha uwepo wa chama katika Manispaa ya Songea mkoani Ruvuma. <coughs> Akiwa Manispaa ya Songea mkoani Ruvuma, mjumbe wa halmashauri kuu CCM NEC Comrade Hemedi Chale amekutana na chama kata za Ruwiko Mwenge, Mshindo, Lilambo, Mji Mwema, Matalawe pamoja na Rizabon akiwa katika ziara hiyo Comrade Hemed Chale ametembelea ujenzi wa ofisi za kata za Chama cha Mapinduzi kata ya Mji Mwema na Matalawe, ambapo alipokea changamoto mbalimbali mbali za ujenzi wa ofisi hizo na amekabidhi kiasi cha shilingi milioni mbili kwa ajili ya kuendeleza ujenzi wa ofisi hizo. Mimi nitumie nafasi hii kwanza kuwashukuru na kuwapongezeni kwa, kwa jitihada zenu, maana katibu amesema kwamba hadi hapa mlipofika ni nguvu za wana CCM. Hongereni sana na Mungu awabariki sana kwa mapenzi yenu, kwa mapenzi yenu ya dhati ambayo mnayaonyesha kwa chama chenu. Mmetambua umuhimu wa ofisi kwa chama chenu cha Mapinduzi, na mimi nitumie nafasi hii kuunga mkono jitihada za wanachama wa Chama cha Mapinduzi wa kata ya Matalawe, na mimi nitaweka shilingi milioni moja ili weze ku peleka mbele ujenzi huu, na hatimaye najua leo nimekuja mimi, kesho atakuja kiongozi mwingine mwenye nia na mapenzi ya dhati kwa chama chetu, na yeye ataguswa kwa namna moja au nyingine atatoa mchango wake, na mwisho wa siku ofisi hii itakamilika na itaenda kuwahudumia wanaCCM. Katika hatua nyingine Kumredi Hemedi Chale imekabili sukari kwa jumuiya ya wazazi wa kata Lisaboni na Matarawe ikiwa ni sehemu ya kuunga mkono utekelezaji wa miradi katika jumuiya hiyo, ambapo ametoa mifuko sita ya sukari yenye uzito ya kilo 25 kwa jumuiya ya wazazi, wa wa wa wazazi wa kata ya Lisaboni, pia mfuko wa sukari ya kilo 50 kwa jumuiya ya wazazi wa kata ya Matarawe <tipo> kawaidi kwamba nitawatekelezea ombi lenu ili muweze kuendeleza pale mlipoanza na hatimaye muweze kuongeza kipato cha jumuiya ili mpate urahisi katika kutekeleza majukumu yenu. Leo hii nitawakabidhi mifuko sita kila mfuko mmoja mliniomba kilo 10 10 lakini, nikaona hazitoshi. Mimi nikaamua kuwaletea kilo 25. Katika kumwunga mkono rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Dokta Samia Suluhu Hassan katika sekta ya michezo, Comrade Hemed Chale amekabidhi vifaa vya michezo zikiwemo jezi na mpira kwa jumuiya vijana katika kata sita ambazo amezitembelea. Taifa la kesho, sisi kama viongozi wa chama tuna jukumu la kuendelea kuhakikisha tunawalea vyema ili wakue katika mustakabali mzima au ustawi ambao unaeleweka, wakue katika maadili mema, kupitia hilo ili vijana hawa wanapomaliza wa shughuli zao za masomo au shughuli zao mbalimbali ambazo wanazifanya kwa ajili ya kujiingizia kipato, muda unaobaki basi wautumie kwenda kufanya mazoezi. Sisi tunatambua Dr Samia amefanya kazi kubwa sana katika sekta ya michezo, pia tunamwona kwa namna ambavyo ameendelea kujitoa kutoa michango yake katika kuhakikisha sekta ya michezo inaendelea kukua, kwa sababu anatambua michezo ni ajira, michezo ni afya, lakini michezo inatuunganisha kuwa pamoja na tunakuwa kama ndugu. Mimi nitumie nafasi hii kwa kumuunga mkono Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ndiye mwenyekiti wetu wa CCM Taifa kuendelea kuimarisha sekta hii ya michezo na mimi ni kabizi jezi pamoja na mipira kila kata nitatoa jezi moja na mpira mmoja. Asante ah, kwa kuendelea kutufuatilia katika mitandao ya kijamii pale Instagram, Twitter na Facebook kwa jina Toka Zamani Tv. Pia usisahau ku like na kusubscribe YouTube chaneli ya Toka Zamani Tv Newton Ndenda. Na hii ni Toka Zamani Tv.